Katika maombi siku ya leo Mungu ametupatia ujumbe kutoka katika kitabu cha Isaya nane aya ya kumi. Biblia inasema fanyeni shauri pamoja nalo litabatilika, semeni neno lakini halitasimama, kwa maana Mungu yu pamoja nasi. Wanadamu wana maneno, lakini Mungu analo neno. Wanadamu walipewa mdomo wa kuongea, acha waongee. Hawezi kuwazuia kuongea, acha waongee. Ni kweli wanasema mengi juu yako, ni kweli wanasema mengi juu ya mahusiano yako. Ni kweli wanasema mengi juu ya maisha yako. Hauwezi kuwazuia kuongea, acha waongee, lakini Mungu analo neno juu ya maisha yako. Msemaji wa mwisho wa maisha yako ni Mungu. Mwanadamu hawezi kuwa msemaji wa mwisho juu ya maisha yako, ila ni Mungu peke yake. Haijalishi wanasema nini juu yako, haijalishi wanasema mangapi juu yako, haijalishi wanasema mangapi juu ya maisha yako, haijalishi wanasema mangapi juu ya mafanikio yako. Mwanadamu ana maneno, lakini Mungu analo neno juu yako, na ile neno litathibitika juu ya maisha yako. Usikate tamaa, na wala usi umie unaposikia maneno ya kuumiza juu ya maisha yako. Mpendwa, usiogope, Mungu yu pamoja na wewe. Usiogope na wala usikate tamaa. Mtetezi wako yu hai na anaishi leo. Usikate tamaa unapoona ma, unapo maneno yanasemwa juu yako yanayokuumiza moyo yanayokatisha tamaa. Mwamini Kristo na Kristo peke yake. Wanadamu wamepewa midomo ya kuzungumza, lakini maneno yao hayawezi kukupa baraka leo. Lakini Mungu neno lake linakupa kushinda. Neno la Mungu linakupa baraka. Neno la Mungu linakusogeza zaidi sana miguuni pake. Usikate tamaa, mwamini Kristo. Katikati ya midomo ya watu kuna neno la Mungu linalokupa ushindi. Mungu nakubariki sana. Mungu na kutetee, Mungu na kutendee sawa sawa neno lake katika jina la Yesu, amen.